Baraza la madiwani la halmashauri ya wilaya Namtumbo limepitisha rasimu ya bajeti ya bilioni 41.6 kwa mwaka fedha 2026/2027. Na imejibu hoja nyingi za wajumbe hasa waheshimiwa wa madiwani. Na shauri baraza lipitishe rasimu hii ya bajeti. Asante. Bajeti hiyo imewasilishwa na afisa mipango wa halmashauri hiyo Musa Mumina ambaye amesema kuna ongezeko la asilimia sifuri nukta tano ikilinganishwa na bajeti ya mwaka wa fedha 2025-2026. Aidha, Mumina ameongeza kuwa fedha zilizotengwa zinalenga kuboresha huduma za kijamii ikiwemo miundombinu kwa lengo la kuharakisha maendeleo ya wananchi wa Namtumbo. Rasimu hii ya mapendekezo ya mpango na bajeti ya halmashauri ya wilaya ya Namtumbo kwa mwaka wa fedha 2026-2027 imeandaliwa kwa kuzingatia Dira ya Taifa ya Maendeleo 2025, Sheria ya Bajeti namba 11 ya mwaka 2015, mwongozo wa uandaaji wa mpango na bajeti wa mwaka 2026-2027, Ilani ya Uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025-2030, malengo ya maendeleo endelevu 2030 mpango mkakati wa halmashauri ya wilaya Namtumbo 2026 27 hadi 2030 31, mapendekezo ya vipaumbele kutoka ngazi za kata, vijiji na maagizo mbalimbali ya viongozi wa kitaifa. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kuwa ukomo wa bajeti kwa mwaka wa fedha 2026 27, fedha za ruzuku kwa mwaka huo haujatolewa na Wizara ya Fedha na Mipango, ukomo wa bajeti wa mwaka wa fedha 2025/2026 ndio uliozingatiwa katika kuandaa mpango na bajeti kwa mwaka 2026/2027 baada ya kupokea maelekezo ya kufanya hivyo kutoka Ofisi ya Rais TAMISEMI. Mheshimiwa mwenyekiti, mapendekezo ya bajeti ya mwaka wa fedha 2026/2027 kwa halmashauri inakisia kukusanya shilingi, bilioni, na kupokea jumla ya shilingi bilioni 41 milioni mia sita tisini na sita mia tatu hamsini na moja elfu, ongezeko ambalo ni asilimia sifuri pointi tano. Mapato lindwa tunakusudia kukusanya bilioni moja pointi tatu, mapato yasiyolindwa bilioni mbili pointi tisa na kufanya jumla ya bilioni nne pointi tatu sita chanzo kingine ni ruzuku toka serikali kuu na wadau wa maendeleo, ambapo kuna mishahara bilioni 26.4 matumizi mengineyo ambayo ni OC bilioni 1.68 na miradi ya maendeleo bilioni 9.2 na kufanya jumla ya shilingi bilioni 37.336 na jumla yote sasa kwa bajeti nzima ni tunakusudia kuwa na shiri, shiringi, kukusanya shilingi bilioni 41 milioni mia sita tisini na sita mia tatu hamsini na moja. Akizungumza katika kikao hicho mkuu wa wilaya Namtumbo Bi. Ngolo Malenya amesisitiza umuhimu wa usimamizi makini wa bajeti hiyo ili kuhakikisha fedha zinatumika kama zilivyopangwa. Bi. Ngolo Malenya ameongeza kuwa madiwani na watendaji wanatakiwa kufanya kazi kwa uwajibikaji, wazi, na kuzingatia sheria za matumizi ya fedha za umma. Uungane tuhakikishe kwamba miradi yetu inaisha kwa wakati, lakini miradi iwe ya viwango. Sasa hivi mnasikia tuna Namtumbo mpya. Kwa hiyo kama kuna mambo mengine yameanza kubadilika, basi na kule kwenye miradi wote tuanze kubadilisha mentality kuanzia watumishi eh, pamoja na waheshimiwa madiwani na sisi viongozi huko, tuanze kubadilisha mentality ya kubadilisha ile dhana ya kusema vibaya na mtumbo. Kwa upande wake, mwenyekiti wa Halmashauri ya Wilaya na mtumbo, Franc Pili amesema ili kufanikisha bajeti hiyo madiwani na watendaji wanatakiwa kusimamia ukusanyaji wa mapato ili kufikia bajeti iliyopangwa. mapato ndio uti wa mgongo wa halmashauri ya wilaya na mtumbo. Hapa kuna miradi ya aina mbili: kuna miradi kutoka fedha za serikali kuu na miradi kutoka fedha za mapato ya ndani. Mapato ya ndani yanategemea na ukusanyaji wetu wa mapato. Kwa sasa niwaombe kila diwani Akitoka hapa twendeni tukashikamani, twendeni tukasimamie ukusanyaji wa mapato kwenye kata zetu, ili sasa tuvuke bajeti ile ambayo ya bilioni nne, tukifika bilioni tano kama alivyosema mkurugenzi bilioni sita, mimi nadhani hata hizi kadi ulizosema kwamba mbona kwangu hakuna hiki, mbona kwangu hakuna hiki zitaenda kufanyaje? Zinaenda kuisha. Lakini nikuombe mkurugenzi, nikuombe mkurugenzi, tupende kuzitambua kwanza posi zote za wilaya Namtumbo zinazokusanya mapato kwenye mazao. Kwa sababu tu lazima tuzikusanye zile post kwanza. Hapa tuzijue post original ni zepi, post fake ni zepi. Mimi ni shehani mzaina na hii ni toka zamani TV.